Eba ni mpito mtazamaji na msikilizaji, leo hii tunakuletea makubwa ambayo yanakwenda kujiri. Majambazi sugu wale wanayosumbua nchi ya Burundi na Tanzania, ndo hao wameshikwa. Ushirikiano mkubwa sana wa jeshi la polisi ndani ya nchi ya Tanzania na mipaka yake na ushirikiano mkubwa na jeshi la polisi la Burundi, wameweza kuwashikilia majambazi sugu wakiwa na silaha hizo, hapo unakwenda kuziona wakiwa na magazini ambazo zimetulia kabisa, kwa kufanyizia kazi zao, silaha na vichele vya risase na grumedi mbili, ambazo ni mabomu ya kutupa kwa mkono, kitu ambacho kina kisiri hao hapo, unakwenda kuwaona ni majambazi kabisa. Mkuu wa polisi amekwenda kuongea kwamba ushirikiano wa Burundi na Tanzania katika masuala ya udhibiti amani na kulinda raia na mali zake, ndo huu unakwenda kufanyika. Huyu ni kamanda wa polisi wa ngazi ya mkoa wa Kigoma, katika wilaya mbalimbali leo wameweza kufanya operesheni kubwa sana ambayo imekwenda kutoa matunda. Jamani, inaarifiwa kwamba wamefanya kazi sana. Mkuu wa polisi alisema Watanzania wamepambana sana na wamewatafuta sana Waburundi, na kaongea, ni kweli wameweza kufanya mawasiliano kwa kugundua kwamba watu hawa wana tageti kubwa ambazo zinafanyika. Inasemekana kwamba hawa ni wakimbizi, sasa hijajulikana ni ndani ya kambi gani, kambi ya Nyarugusu aidha kambi ya Nduta aidha Mtendere, hapo ndipo pana swali. Hawa majamaa ni wakimbizi, lakini hawajulikani wapi maeneo kamilifu ambako wameweka kambi zao kwa sababu wamekuwa na muda mrefu wanaharibu mazingira. Wakifanya uhalifu Tanzania wanakimbilia Burundi, wakifanya uhalifu Burundi wanakimbilia Tanzania. Hapo ilikuwa ni kazi ya kuweza kuwapata, lakini ushirikiano wa nchi mbili, Raisi Ndayishimiye na mama Samia Suluhu, kupitia wanajeshi wao wa polisi, waliamua kukula tageti na kukula ambush. Inasemekana walikuwa ni thelathini na wengine wameweza kukimbia nafasi zao kwa sababu hali imekuwa tete. Hili limekwenda kujumuika kwamba ukionekana unamuhifadhi mtu ndani ya maeneo yoyote yale, wewe unastahili kustaki na kutoa nini, taarifa. Hakuna msamaha, kwa sababu msamaha siku zote unaharibu. Hakuna kumwangalia mtu usoni. Eba ni subscribe na kukomenti na kushare linki, lazima wale kitu kikali.